Mi kwa majina yangu najulikana kama Riziki sehemu Ngumbao, nimetoka Ganda Ward. Nashukuru Mungu, nimefika hapa asubuhi katika hii zoezi na nimechaguliwa na nimepata nimeingia katika department ya waitress na nimepata katika agent ya zawadi. So chenye nina, naomba sana serikali hii siwe ni scam Saa hii watu wengi wako na raha wamepata, lakini sasa itakuwa disappointment after tumepata, then sahi tuwe hatutajua hatu kama ni mambo gani yataendelea tena, ndo tu, tuende huko tukafanye kazi. So nachoomba sana serikali mzidi kusimama kutusim, na sisi kama vijana sisi kama majenzi tunapenda sana majenzii. Wengi wameingia kwa mihadarati, lakini katika hii system tunasema ni asante na tunasi, tunashukuru sana sisi kama majenzii, na tunataka mchukue watu wengi sana ndio sasa Kenya ikuwe independent, yani ikuwe ile country yenye, yani vijana watakuwa wamejisimamia, hakutakuwa na vita tena, hakutakuwa na anything, lakini si what we want, tunataka tu to serikali isimame na sisi kama venye leo tu imesimama na sisi na tumepata hizi chances. Tunaomba tu Mungu isiwe ni scam tu, tuende tukafanye kazi. Hiyo ndo ningeomba tu kama serikali tusaidie, itufanyie sisi kama majenzi majina. Naitwa Lilian Wangare, nimetoka Malindi side za Kwachocha. Uh, hii opportunity imetokezea imekuwa ni ya maana sana kwa vijana kwa sababu um, vijana wengi wamekuwa very idle na ambayo ni jambo la kuhuzunisha sana. So the moment I heard about this opportunity, si kufikiria hata twice. Siku hizi imekuwa ngumu sana kupata kazi na such an opportunity, ningependa kuadvise youth wakisikia such an opportunity wakimbie kwa haraka na nashukuru sana Alfred Mtua kwa kutoa hiyo opportunity kwa sababu uh, ameifanya for free, ambayo ni kitu cha maana sana. Watu wengi wamekuwa na hii ndoto ya kuenda nje hawajafaulu uh, due to expenses, yeah, so, uh, ni jambo kubwa sana, na tunashukuru sana. Nimekaa kwa muda mrefu nje though, nimekuwa ni kihustle kidogo kidogo, lakini ni vibarua vya kuisha, but uh, tuna matarajio mema sana ya kwamba hii kifaulu for real. Tungependa pia wenzetu watakuwa wamefunguliwa njia. Ningependa kumrai Alfred Mtua azidi kuleta opportunities, vijana wenzetu wazidi kusaidika. Kwa majina naitwa Ngala Karista Kenga. Nilikuwa nimekuja kwa apply job ya as a waiter, nimepita hizo processes zote, so sasa hii ndo nangoja the way forward from the above. Zaidi nikushukuru kwa hii opportunity. Pia huwa kuna ile excitement ambayo iko, yaani kuna ile furaha ndani. Si unajua life bila job pia huwa inakuwa ngumu at least kama una job unajua unaweza kueta for your living. Jina yangu naitwa Rachel Songoro nilikuwa nimeapply kama cleaner. Nimefurahi sana kwa sababu ya, hi, ya kutuletea hao watu kwa pamoja, maanake tumekuwa tukisumbuka kutafuta maagent lakini tumewapata wametufanyia urahisi kwa kutafuta kazi. Nimekaa karibu miezi one saa hii kutafuta maajenti huku na huku, sio rahisi, lakini sahi tumehope vile wametuletea karibu hivi. Serikali imetusaidia sana, na tuna hope tutapata kazi kwa uharaka na urahisi. Matumaini yangu ni kuwa nikipata kazi, tukijiendeleza vizuri kimaisha na kuendeleza nchi yetu kwa furaha pamoja. Serikali tunawashukuru, ni kwa maana hakika mmetusaidia kama youth, kuliko watu watangetange kutafuta kazi kwa shida, mmetufanyia urahisi tuweze kupata kazi kwa urahisi sana. Kwa majina, naitwa Susan Albright, natokea Malindi, Kenya. Leo tuko hapa kuja, nimekuja kama mwiki binafsi, nimekuja kuapply hii kazi abroad na nimeapply kama as an assistant officer, na tunatumaini kuwa tutapata kazi, na pia tungependa kumshukuru waziri wetu Alfred Mutua kwa kutupatia hii opportunity, na pia tuko na matumaini ni tuna maombi, tunaomba tu from the above kwa tu tutapata kazi. Upande wangu mimi ni nime... muda mrefu sijapata kazi, tumekuwa tukitafuta kazi huku na kule. Kivyangu mimi nimesoma sawa, lakini nina... opportunities ndo hazijatokea, so kwa sasa tunashukuru sana, maana ni vijana wengi wanatafuta hii kazi na venye imetokea tuna furaha sana, so na hata nikipate hiyo kazi pia nje kuna tunaweza kupeana, naweza peana hiyo a helping hand kwa wenzangu ambao watakuwa bado wako huku. Naitwa Sara Mweni. Uh, tumekuja hapa buntwani, kuna kulikuwa na recruitment ya kwenda nje. Nimefurahi kuchukuliwa kama waitress. Uh, mi ni mkazi wa hapa Malindi, na kama tunavyojua kazi Kenya ni ngumu, kwa hivyo tu, tunakushukuru Alfred Mtua kwa Fursa hii. Najua itatuendeleza na pia itatupusha mambo mengi, kwa hivyo nashukuru kwa hii fursa. Sikuwa natarajia, lakini sasa vile tulivyotokezea tukachukuliwa, tumesikia raha sana. Na by the way, si ati tulikuwa na connection ama nini, ni wenye tumejiavail ndo tumechukuliwa, kwa hivyo tunashukuru sana kwa hii fursa. Majina yangu naitwa Carlos, Carlos Gilbert. Tunashukuru, tumekuja asubuhi tumeng'ang'ana hali ya wedha imetupeleka hivi na hivi, tumepata changamoto maanake ilikuwa hatutegemei tutakuwa kitu kama hichi. Mm-hmm. So kuna msongamano wa madocument na maybe tulipokuja ile interview tayari ilipofika, tumepata changamoto maanake, mvua ilipoanza tu tukaingia ndani, na kitu cha kwanza ilikuwa kwenye entry ndo tunafanya registration ndo tuingie ndani, lakini changamoto imetupata tukahangaika, lakini tunashukuru Mungu kwenye tumefikia. Tunashukuru kwa kila jambo na tunasema ni asante. Na kitu ambacho tunasisitizia sana hizo kazi, hizo kazi, hizo kazi zije, maanake tumejitokelezea, tumenyeshewa. Mtu ambaye hii time yuko hapa amenyeshewa, yuko na njaa na hatujui after hapa tunataka nini? Ha, natafuta kazi. Na kitu ambacho tunatafuta si kingine bali nini? Ni kazi bwana, serikali tuleteni kazi kwa kila njia. Habari, si kwa kila njia lazima mtupatie kazi maanake sisi mnavyojua wa Kenya tunahangaika kwa kila njia, kwa hivyo lakini Mungu ni mkubwa, after all tunasema asante na all the best. Mungu atusaidie na kama ni safari To organize, na sisi sote tuende tuende tuende kwa pamoja. Jina yangu naitwa Onesmas Mtawali mimi ni mkazi wa Malindi na leo ni siku njema tumebarikiwa tumepata hizi nafasi, yeah. Na tumejitokeza yeah. kwa ajili tunataka makazi sisi bwana, tunasema ni shukrani kwa wale mashirika ametoka nje kuja huku kutafuta vijana, na sisi vijana wenyewe tuko available tunataka kazi kwa sana. Ni changamoto nyingi tuko nazo tunazipata, lakini hivyo hivyo tunashukuru Mungu hapa na pale tu tuna, tuna tunashukuru, tunangang'ana tunapambana kwa kila njia, kwa kila njia, na Mungu ni Bwana. Hii habari kama itafikia serikali kama itafikia wale maagent yes, popote najua hiyo kamera itapeleka mbali sana, lakini wafanye jambo kwa fanyeni kitu serikali bwana fanyeni kitu maagent bwana leteni kazi sisi vijana tumetoka tunahangaika bwana bana tuna, Hatutaki tena kushika hizi vitu bwana tuna